So, dakta hujambo, popote ulipo mwanadunia, ni fahari yangu kujumuika na wewe katika makala mengine. Makala ni ya Dunia Wiki Hii, tukiangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Kumbuka makala haya yameandaliwa na kuletwa kwako na shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili Israel yatekeleza mashambulizi katika jiji kuu la Syria na kwenye majimbo ya kati na magharibi na hali kadhalika huko Gaza, na Umoja wa Mataifa waripoti kuwa zaidi ya wakimbizi elfu 250 kutoka Afghanistan walirejea nchini mwao kutoka Pakistan na Iran mwezi Aprili. Vikosi vya kundi la waasi nchini Sudan vyazidisha mashambulizi ya droni kwenye maeneo yanayodhibitiwa na jeshi. Kadhalika, Brice Clotaire Oligui Nguema aapishwa kuwa rais wa Gabon. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia mchana wa leo, na tom twende sawa hadi tamati mwa kipindi Dunia Wiki Hii. Katika makala ya juma hili, Kardinali Robert Francis Prevost kutoka Marekani achaguliwa kuwa Papa Mtakatifu mpya wa kanisa Katoliki, akijipa jina Papa Mtakatifu Leo wa 14. Siku ya Alhamisi, tarehe 8 mwezi huu, dakika chache baada ya saa 1 jioni, mshumaa mweupe ulifuka kutoka kwenye dohani ya kanisa la Sistine kuashiria kwamba Papa Mtakatifu wa 267 amechaguliwa. Papa mtakatifu Leo wa 14 ndiye kiongozi mpya wa kanisa Katoliki. Shangwe na vigelegele vilitanda kwenye uga wa St Peter's jijini Vatican. Papa mpya baadaye alivalishwa magwanda rasmi. Papa Leo wa 14 alizaliwa huko Chicago, Marekani tarehe 14 mwezi Septemba mwaka 1955, wazazi wake wakiwa Louis Morias Prevost na Mildred Martinez alikamilisha masomo yake ya sekondari mwaka 1973 na baadaye akapata shahada ya sayansi katika hisabati katika chuo kikuu cha Vilanova mwaka 1977 na baadaye shahada ya uzamili katika masomo ya kidini mwaka 1982. Mnamo tarehe tatu mwezi Novemba mwaka 2014 papa Francis alimteua Prevost kuwa msimamizi wa daiosisi ya Chicago. Mnamo tarehe 26 mwezi Septemba mwaka 2015 aliteuliwa kuwa askofu wa Chicago. Alichaguliwa kuwa papa mpya baada ya awamu tatu za upigaji kura kufuatia kifo cha Papa Francis tarehe 21 mwezi uliopita akiwa na umri wa miaka 88. Mchakato mrefu zaidi wa kumchagua papa katika historia ya kanisa Katoliki ulichukua muda wa takriban miaka mitatu, wakati Papa Gregory wa kumi alipochaguliwa papa Gregory wa kumi aliyekuwa wa 184 alihudumu kwa saa kumi, ambapo baadaye papa Julius wa pili alichaguliwa mwaka wa elfu moja mia tano na tatu. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Baraza la mawaziri la kiusalama nchini Israel liliidhinisha mpango wa kuendeleza operesheni yake huko Gaza ikiwemo kuendelea kukaa kwenye ukanda wa Gaza na kuendelea kudhibiti maeneo iliyoyateka kwa mujibu wa afisa mmoja mkuu wa Israel. Mawaziri hao waliidhinisha kwa kauli moja mpango huo, kwa mujibu wa afisa huyo ambaye hakutaka kutambuliwa. Kura hiyo ilijiri saa kadha baada ya mkuu wa jeshi Eyal Zamir kutangaza kwamba maafisa zaidi wa ziada wakihitajika kujiunga kwenye operesheni hiyo. Baraza hilo pia liliidhinisha mfumo wa uwezekano wa kuwasilisha misaada ya kibinadamu kwa wakazi wa ukanda huo ambao Israel imefunga tangu tarehe mbili mwezi Machi kufuatia kusambaratika kwa mkataba wa kusitisha vita. Haikubainika mara moja Kuja wakati ambapo misaada hiyo itarejelea kuwasilishwa. Israel imetetea hatua hiyo ya kuweka kizuizi kwenye ukanda huo ikisema kuwa inanuia kulizuia kundi la Hamas kudhibiti misaada hiyo na kulishinikiza kukubali mkataba kwa masharti ya Israel. Hata hivyo, shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi wa Kipalestina lilionya kuwa kizuizi hicho kimezua mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu huko Gaza. Kwenye mkutano wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu alisema kuwa mpango huo unadhihirisha mabadiliko ya kimikakati ambapo sasa hawatatekeleza mashambulizi pekee ila pia wataendelea kukaa na kudhibiti eneo hilo, kwa mujibu wa taarifa ya afisi yake. Netanyahu pia alisema kuwa anaendelea kutetea mpango wa kufanikisha wakazi wa Gaza kuondoka kwa hiari, na kwamba mashauriano yanaendelea na nchi kadha kuwapokea wakimbizi. Mpango huo unajumuisha kuendelea kukaa huko Gaza na kudhibiti maeneo hayo, kuwahamisha wakazi wa Gaza kwenye sehemu ya kusini ili kuwalinda kulinyima kundi la Hamas uwezo wa kusambaza misaada ya kibinadamu, na kutekeleza mashambulizi makali dhidi ya kundi la Hamas, hatua ambazo zitachangia katika kulishinda kundi hilo, kwa mjibu wa afisa huyo mkuu. Israel ilisitisha mkataba wake miezi miwili ya kusitisha vita na kundi la Hamas mwezi Machi na kurejelea mashambulizi ya angani na nchi kavu. Kulingana na maafisa wa afya huko Gaza, zaidi ya wa Wapalestina elfu hamsini na wawili wameuawa tangu operesheni hiyo ya Israel ilipoanza mwezi Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Milicent Kubai, Dunia Wiki Hii. Na, na mashambulizi ya angani ya Israeli yalitekelezwa kote nchini Syria, huku mashambulizi ya ndege za kivita yakiripotiwa katika jiji kuu Damascus, na pia kwenye majimbo ya kati na magharibi, huku mashambulizi ya droni pia yakiripotiwa kwenye maeneo kadhaa, kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo na kundi moja la uchunguzi. Jijini Damascus, shambulizi la droni lilohusishwa na jeshi la Israeli lilowaua watu wanne mjini Kanaker, kwa mjibu wa gazeti la Al Watani nchini Siria. Kadhalika, takriban mashambulizi kumi ya angani yalitekelezwa viungani mwa kitongoji cha Harasta, mashariki mwa nchi hiyo, kikiwemo kituo cha kijeshi karibu na hospitali ya kijeshi ya Harasta, kwa mjibu wa shirika la kutetea haki za binadam la Syrian Observatory lenye makao yake nchini in Uingereza. Kituo cha uchangazaji cha serikali nchini ni siria cha al-Ikhbariya kiliripoti kwamba mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa, huku ambulansi na makundi ya ulinzi wa raia yakipelekwa kwenye eneo hilo. Na kusini mwa Syria, mashambulizi ya angani ya Israeli yalitekelezwa viungani mwa miji ya mothbin na Isra jimboni Dara, na katikati mwa Syria, shambulizi la angani la Israeli ilitekelezwa viungani mwa kijiji cha shakta katika jimbo la Hama magharibi mwa nchi hiyo, ambapo watu wanne walijeruhiwa kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo, ndege za kivita za Israeli ziliripotiwa kwenye anga za sehemu za kusini na kati mwa Siria, yakiwemo majimbo ya Dara, Homs na Hama. Katika kile kilichoonekana kwa operesheni iliyopangwa, kituo cha kitaifa cha utangazaji nchini Israeli cha Kan kiliripoti kwamba serikali ya Israeli ilikuwa imeidhinisha maeneo zaidi ya kushambuliwa nchini Siria, vikiwemo vituo vya kijeshi vinavyohusishwa na maafisa wapya nchini Siria. Waziri mkuu Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi nchini humo Israel Katz waliripoti kuidhinisha maeneo hayo mapya. ni kiripotia, Dunia Wiki Hii. Jina langu na Rick Ogola. Barani Afrika huko Sudan vikosi vya waasi nchini Sudan vya Rapid Support Forces. katika siku za hivi majuzi vimeimarisha mashambulizi ya droni kwenye maeneo yanayodhibitiwa na jeshi la nchi hiyo hali ambayo wataalamu wa kijeshi wanachukulia kuwa kukithiri kwa mzozo unaoendelea droni kadhaa zinazodaiwa kufyatuliwa na kundi la RSF zililenga vituo muhimu kwenye jiji kuu la jimbo la Red Sea la Port Sudan, mashariki mwa nchi hiyo tarehe tatu mwezi huu. Jiji hilo la bandari limekuwa jiji kuu la mda la nchi hiyo huku likihifadhi serikali na jumbe za kidiplomasia. Droni hizo zilishambulia magala ya mafuta jijini humo na kusababisha milipuko mikubwa, moto na moshi mzito, kwa mujibu wa mtu mmoja aliyeshuhudia kisa hicho ali zungumza na shirika la Xinhua kanda za video zilizowekwa na wanaharakati zinaonyesha makundi ya ulinzi wa kiraia yakijaribu kudhibiti moto huo na kuzuia kuenea hadi kwenye magala mengine. Akizungumza alipozuru eneo la mkasa huo, waziri wa Mohiden Naim Mohamed Said alishtumu shambulizi hilo, akilitaja kuwa kitendo cha kigaidi kilichonuia kuharibu magala makubwa zaidi ya mafuta kwenye jimbo la Red Sea. Aliyataja mashambulizi hayo kuwa ya hivi punde zaidi katika msururu wa mashambulizi ya wanamgambo hao dhidi ya huduma za umma na muundo msingi wa kiraia na kuathiri maisha ya raia moja kwa moja. Visa hivyo vilijiri siku moja baada ya droni za kundi la RSF kushambulia kituo kimoja cha kijeshi, gala la shehena, na vituo vya kiraia uko Port Sudan, hilo likiwa shambulizi la kwanza dhidi ya jiji hilo tangu mapigano hayo yalipozuka katikati ya mwezi Aprili mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweu. Kaimu rais aliyepia waziri mkuu wa Korea Kusini, Han Dakso, alitangaza kwamba amejiuzulu kwenye hotuba kwa nchi hiyo iliyopeperushwa moja kwa moja katika runinga, huku kukiwa na matarajio kwamba huenda atawania urais. Han alisema kuwa aliamua kujiuzulu wakati huu ambapo nchi hiyo inakabiliwa na mzozo, akisema kuwa iwapo siasa za misimamo mikali hazitasitishwa na msingi wa ushirikiano kuanzishwa, migawanyiko na mizozo itaendelea bila ya kuzingatia aliyeongozini. Alikariri kwamba atafanya kila juhudi kuimarisha hali nchini humo. Kufuatia kujiuzulu kwa Han, naibu waziri mkuu aliyepia waziri wa uchumi wa fedha Choi Sang Mok atakuwa kaimu rais. Han anabashiriwa kutangaza azma yake ya kuwania urais kwenye uchaguzi wa mapema utakaoandaliwa tarehe tatu mwezi ujao. Amekuwa mmojawepo wa wagombea urais wanaopigiwa upato zaidi na no wapiga kura kufuatia kuondolewa afisini kwa aliyekuwa rais Yun Sukyul kuhusiana na hatua yake ya kutangaza sheria ya kijeshi ambayo ilibatilishwa. Ripoti ya utafiti wa hivi majuzi ilionyesha kwamba Han anaungwa mkono na asilimia 13, ya wapiga kura kiwango ambacho kimepita kile kilichoidhinishwa kwa wagombea urais wa chama cha People Power. Kiwango hicho kiko chini ya uungwaji mkono wa asilimia 42 wa Lee Jae-myung ambaye ni mgombea urais wa chama cha Democratic. Matokeo hayo yalitokana na kura ya maoni iliyohusisha wapiga kura elfu moja. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Na huko Iran, hatibu wa wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ya Iran Ismail Bagael alisema kuwa nchi hiyo hainuii kuunda silaha kwenye mpango wake wa kinyuklia. <coughs> Alisema kuwa iwapo Marekani itakuwa na uaminifu katika ombi lake kwamba jamhuri hiyo ya kiislamu haifai kuwa na bomu la kinyuklia, basi masuala mengi yatasuluhishwa. Aliyasema hayo alipohutubia wanahabari kwenye mkutano wa kila wiki. Alisema kuwa nchi hiyo imebainisha wazi na kudhibitisha kwamba hainui kuunda silaha kwenye mpango wake wa kinyuklia. Akizungumzia vikwazo vya hivi majuzi vya Marekani dhidi ya Iran baina ya nchi hizo mbili alisema kuwa jumbe zinazokinzana zinazotumwa na maafisa wa Marekani hazitaathiri azma ya nchi hiyo ya kusisitiza misimamo yake dhabiti. Msimamo wa Iran kuhusiana na haki yake ya kutekeleza matumizi ya amani ya kawi ya kinyuklia ni dhabiti na unaambatana na kanuni za kisheria kwa mujibu wa Bangei. Alisema kuwa Iran iko tayari kuanzisha na kuendeleza mkondo wa kidiplomasia wa mashauriano ili kus maswala yanayohusiana na mpango wake wa kinyuklia na kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani. Jumbe za Iran na Marekani kufikia sasa zimeandaa awamu tatu za mashauriano yasiyo ya moja kwa moja kwa upatanishi wa Oman. Awamu ya kwanza na ya tatu ziliandaliwa katika jiji kuu la Oman, Muscat, tarehe 12 na tarehe 26 mwezi Aprili, huku ya pili ikiandaliwa jijini Roma, Italia mwezi Aprili. Basi, kwa taarifa hiyo, Dunia Wiki Hii inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Wewe usiende mbali, maanake awamu ya pili nikirejea, bado ninazo taarifa zinazokuhusu wewe sana, kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Hii ni KBC Channel 1 na kipindi hewani ni Dunia Wiki Hii. Twende sawa, katika awamu hii ya pili na zaidi ya wakimbizi elfu 250 kutoka Afghanistan walirejea nchini mwao kutoka mataifa jirani ya Pakistan na Iran mwezi Aprili, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi UNHCR. Yamkini wakimbizi milioni saba kutoka Afghanistan, ambapo wengi wao ni wahamiaji wasio na hati wanaishi katika nchi za kigeni, huku wengine wao wakiishi nchini Iran na Pakistan. Serikali ya Pakistani inanuia kuwarejesha raia milioni tatu wa Afghanistan nchini mwao mwaka huu, huku maafisa wa Iran wakiwataka raia wa kigeni wasio na vyeti warejee kwenye mataifa yao. Viwango vya juu vya umaskini na ukosefu wa ajira nchini Afghanistan vinawafanya raia waondoke kwenye nchi hiyo iliyoathirika kutokana na vita, wakitafuta fursa za ajira ughaibuni, hasa nchini Iran na Pakistan. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alikariri wito wake wa uchunguzi wa kimataifa wenye uadilifu, uwazi na usioegemea upande wowote kuhusiana na kisa kilichotokea hivi majuzi huko Kashmir ambapo watalii walishambuliwa huku baadhi yao wakiwawa. Sharif aliyasema hayo kwenye mkutano na balozi wa muungano wa milki za Kiarabu nchini Pakistan, Hamad Obaid Ibrahim Salem Al-Zabi. Kwa mjibu wa taarifa kutoka kwa afisi ya waziri mkuu, alipinga kile alichokitaja kuwa shutma zisizo na msingi za India ikijaribu kuhusisha Pakistan na kisa hicho bila ushahidi wowote. Alisema kuwa Pakistan haikutekeleza jukumu lolote kwenye tukio hilo na inabainisha msimamo wake kwa nchi zinazoziunga mkono. Sharif alisema kuwa Pakistan ika vibaya kutokana na ugaidi. Aliongeza kusema kuwa vitendo vya hivi majuzi vya India vinatatiza operesheni zinazoendelea za Pakistan za kukabiliana na ugaidi kwenye mpaka wake wa magharibi. Alizihimiza nchi zinazoziunga mkono zisaidie katika kukomesha taharuki na kuimarisha uthabiti wa eneo la kusini mwa bara Asia. Let me kwingine kwa seek... Mjumbe mmoja wa Pakistan katika Umoja wa Mataifa alisema kuwa nchi hiyo hainuii kuzidisha mzozo huo ila inanuia kuwa na uhusiano bora na mataifa jirani ikiwemo India. Alipohutubiwa wanahabari katika makao makuu ya umoja huo jijini New York, Asim Iftikhar Ahmad ambaye ni mwakilishi wa kudumu wa Pakistan katika umoja huo aliwaarifu katibu mkuu wa umoja huo, rais wa baraza kuu na baraza la usalama kuhusu hali inayojiri. Alipongeza juhudi zinazotekelezwa na katibu mkuu wa umoja huo na wengine, akitoa wito wa ushirikiano, mashauriano na kukomeshwa kwa mzozo huo I My... naye katibu mkuu Antonio Guteres alitoa wito wa kukomeshwa kwa mzozo baina ya India na Pakistan. Taharuki baina ya nchi hizo mbili majirani za kusini mwa bara Asia ilikithiri kufuatia shambulizi kali dhidi ya watalii huko Falagam, katika eneo linalodhibitiwa na India la Kashmir tarehe ishirini na mbili mwezi uliopita. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Milicent Kubai. Nam, turejee barani Afrika. Huko Gabon ambapo Brice Clotaire Oligui Nguema aliyeshinda kwenye uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 12 mwezi Aprili kwa asilimia 94.85 aliyeapishwa rasmi kuwa rais wa Gabon kwenye uwanja wa urafiki baina ya China na Gabon kwenye jiji kuu Libreville. Kiapo hicho kilitolewa tarehe tatu mwezi huu mbele ya mahakama ya kikatiba katika kikao cha bunge la mpito. Aliapa kulinda raia wa nchi hiyo kutokana na madhara yoyote, kudumisha na kulinda katiba na sheria, kuhifadhi ufanisi wa kidemokrasia, uhuru wa nchi hiyo na mipaka ya nchi hiyo, na kutekeleza majukumu ya afisi yake na kuhakisha haki kwa wote. Takriban marais ishirini wa nchi za kiafrika waliohudhuria sherehe hiyo. Kulingana na katiba ya nchi hiyo iliyoidhinishwa kwenye kura ya maamuzi iliyoandaliwa tarehe 16 mwezi Novemba mwaka uliopita. Rais wa jamhuri ya Gabon huchaguliwa kwa kipindi cha miaka saba ambapo anaweza kuwania tena mara nyingine mmoja pekee. Uchaguzi huo ulikuwa wa kwanza tangu utawala wa familia ya Bongo uliodumu kwa takriban miaka 60 ulipobanduliwa mwaka 2023 kufuatia mapinduzi yaliyoongozwa na Jenerali Brice Oligui Nguema ambaye sasa maapisho kuwa rais. Nikiripoti Dunia Wiki Hii, jina langu ni Rick Ogola. Tuelekee Afrika ya Kusini. Naibu rais wa Afrika Kusini Paul Mashatile alitoa wito wa ushirikiano thabiti zaidi baina ya nchi wanachama wa kundi la G20 na muungano wa Afrika, akikariri juhudi za nchi hiyo za kulainisha masuala makuu ya muungano wa AU na yale makuu ya kundi la G20. Mashatile aliyasema hayo wakati wa ufunguzi wa hafla ya mashauriano ya ngazi za juu ya kundi la mashauriano la T20 yaliyofanyika katika jiji kuu la kiutawala Pretoria. Kongamano hilo la siku mbili liliandaliwa na taasisi ya masuala ya kimataifa nchini humo, taasisi ya mashauriano ya kimataifa, taasisi ya mashauriano ya kiafrika ya chuo kikuu cha Johannesburg na shirika la maendeleo la muungano wa Afrika. Nchi hiyo ilikabidhiwa urais wa kundi hilo tarehe mosi mwezi Desemba mwaka 2024 ambao utaendelea hadi mwezi Novemba mwaka huu. Kundi hilo la T20 au Think20 ni kundi rasmi la mashauriano la kundi la G20, unaleta pamoja taasisi za mashauriano na utafiti kutoka kwa nchi wanachama wa G20, nchi zinazohudhuria pamoja na mashirika. Mashatile pia alizungumzia juhudi za pamoja na Muungano wa Afrika za kuimarisha matumizi akili unde na ubunifu ili kuleta maendeleo endelevu na kuhakikisha kuna chakula cha kutosha. Alitoa wito wa ushirikiano zaidi baina ya kundi la G20 na AU katika kuleta amani barani Afrika ukiwemo ufadhili endelevu kwa shughuli za Muungano wa Afrika za kuleta amani na mbinu za mpango wa kusitisha vita. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Mashatile aliyasema hayo wakati wa ufunguzi wa hafla ya mashauriano ya ngazi za juu ya kundi la mashauriano la T20 yaliyofanyika katika jiji kuu la kiutawala Pretoria. Kongamano hilo la siku mbili liliandaliwa na taasisi ya masuala ya kimataifa nchini humo, taasisi ya mashauriano ya kimataifa, taasisi ya mashauriano ya kiafrika ya chuo kikuu cha Johannesburg na shirika la maendeleo la muungano wa Afrika. Nchi hiyo ilikabidhiwa urais wa kundi hilo tarehe mosi mwezi Disemba mwaka 2024 ambao utaendelea hadi mwezi Novemba mwaka huu. Kundi hilo la T20 au thing 20 ni kundi rasmi la mashauriano la kundi la G20, unaleta pamoja taasisi za mashauriano na utafiti kutoka kwa nchi wanachama wa G20, nchi zinazohudhuria pamoja na mashirika. Mashatile pia alizungumzia juhudi za pamoja na Muungano wa Afrika za kuimarisha sha matumizi akili unde na ubunifu ili kuleta maendeleo endelevu na kuhakikisha kuna chakula cha kutosha. Alitoa wito wa ushirikiano zaidi baina ya kundi la G20 na AU katika kuleta amani barani Afrika ukiwemo ufadhili endelevu kwa shughuli za Muungano wa Afrika za kuleta amani na mbinu za mpango wa kusitisha vita. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Na, na chama cha Leba nchini Australia kinachoongozwa na Waziri Mkuu Anthony Albanese kilishinda kipindi cha pili uongozini kwenye uchaguzi nchini humo. Jione. Chama cha Leba kilidumisha mamlaka baada ya kushinda kwa asilimia kuwa kwenye uchaguzi huo ambapo kilipata viti vingi zaidi katika bunge la wawakilishi ambapo serikali hubuniwa kwa mujibu wa shirika la utangazaji nchini humo ABC. Albanisa amekuwa kiongozi wa kwanza wa chama kikuu kushinda kwenye chaguzi mbili mtawalia tangu mwaka 2004. Akitoa hotuba yake ya ushindi kwenye hafla ya chama cha Leba jijini Sydney, Albanisa alisema kuwa kuhudumu katika wadhifa wa waziri mkuu ndio heshima kubwa zaidi aliyotunukiwa maishani mwake. Albanisi aliahidi kuwahudumia raia wote wa Australia na kusema kuwa serikali hiyo iliyochaguliwa tena itafanya kila juhudi katika muda wa miaka mitatu ijayo kudumisha imani ya ima wapiga kura. Matokeo ya mwisho yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi nchini humo yalionyesha kwamba chama cha Leba kiliushinda muungano wa vyama liberal na national kwa asilimia 56.4 dhidi ya asilimia 43.6 mtawalia, huku wapiga kura wakiunga mkono serikali kote nchini humo. Miongoni mwa viti vilivyoshindwa na chama cha leba ni kile cha Dickson huko Brisbane kilichokuwa kimeshikiliwa na kiongozi wa upinzani Peter Dutton tangu mwaka 2001 Hii imemfanya Dutton kuwa kiongozi wa kwanza wa upinzani kupoteza kiti chake kwenye uchaguzi katika historia nchi hiyo. Shirika la ABC lilisema kuwa muungano huo ulishinda viti 39 bungeni huku vyama vya wachache vikipata viti kumi na viwili navyo vingine vikitwaliwa na wagombea huru. Akihutubia wafuasi wake kwenye hafla ya usiku wa uchaguzi huko Brisbane, Dutton alisema kuwa alikuwa amewasiliana na Albanese na kukiri kushindwa. Kufuatia kushindwa kwa Dutton huko Dixon wanachama wa chama cha Liberal kilicho kikuu kwenye muungano huo kitalazimika kumchagua kiongozi mpya kuhudumu kama kiongozi wa upinzani katika bunge la 48. Ni sharti raia wote wa Australia walio na umri wa miaka kumi na nane na zaidi waliosajiliwa na tume ya uchaguzi nchini humo wapige kura ambapo wale wanaokosa kufanya hivyo hutozwa faini. Raia wa nchi hiyo huwachagua wabunge wa bunge la wawakilishi na lile la senati viti vyote 150 katika bunge la wawakilishi vilijazwa pamoja na viti 40 kati ya 76 katika seneti. Basi kwa taarifa hiyo, mimi nafika mwisho wa kipindi Dunia Wiki Hii. Nasema asante sana kwa utazamaji wako. Shukrani sana pia kwa muda wako, wote walioshiriki katika kufanikisha kipindi Dunia Wiki Hii, ikiwemo shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mwenzangu Beatrice Gatonye, tukutane tena uh, juma lijalo, muda na wasaa kama wa leo. Mimi ni Isaac Lemoka.